Alistijal au taajul fi ittihadhi lqararat, pupa ya mwanadamu katika kuchukua qararat, katika kutoa decision, katika kutoa maamuzi. Mwanadamu anapupa sana. Wewe chukua mfano mdogo ya maamuzi ambayo inatolewa na mwanadamu katika hali zetu za tunapoishi na familia zetu, hali za ndoa Angalia maamuzi ya talaka yanayotolewa inavoto, ukikosa kuelewa kwamba wa khuliqa linsanu li ajulan utatoa talaka nyingi sana, ni kwa sababu ya ile pupa. Jambo kidogo limekughadhibisha, unatoa unatoa talaka, unachukua maamuzi, unasema jambo fulani unachukua maamuzi mengine ambayo hayaridhishi, maamuzi ambayo kesho yake unakuja unajuta kama mwanadamu. Ah, mimi likuaje nichukua maamuzi yale? Mimi likuwaje nikasema vile? Mimi likuwaje nikafanya vile nilivyofanya? Kwa sababu ya ajali sasa. Ungelikuwa umejielewa umeji, kama mwanadamu kwamba hii ndiyo sifa yako, kitu gani unatakiwa ufanye baada ya kujielewa kwamba mwanadamu ameumbwa, wa khuliqal insanu ajula, ili tutoke katika mazingira haya, kuna utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ndani ya Quran, kuna utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufunza katika Sunna, ambazo zinamfanya zinamfanya mwanadamu huyu anakuwa katika njia ya sawa. Mwislamu hatakiwi sifa hizi kuwa ndio sifa zake za kawaida, zinaweza kutokea mara moja moja, kwa sababu ya kuteleza hapa na pale, kwa sababu ya kujisahau hapa na pale, mwanadamu anarudi katika asili yake ya maumbile. Lakini kwa kawaida au mara nyingi tutakumbuka yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza. Asira imepanda, Mtume ametufundisha, ikiwa umesimama kaa, ikiwa umekaa lala chini, katika ubavu Teremka chini kwenye ardhi, nenda katawadhi, ondoka pale pahala ulipo pale pahala pa hasira, sema a'udhu billahi minashaitani rajim, nazuia mdomo. Maana wakati wa hasira mdomo unatoa una unazungumza mambo mengi sana. Sasa kutokamana na sifa ya ajulan hii wasfu hii au sifa ya ajala mwanadamu anaweza kuingia pahala ambapo hatopendelea kuwepo hapo kutokamana na yale maafa atakayoyaona.